ni kwa nifunzo kwangu ya kwamba wakati shetani anataka kuharibu taifa hatumii wazee anatumia vijana wadogo ambao ni nyinyi wenye mmeketi hapa kwa hii nyumba leo hii nimekuja na wasia moja tu kuwaomba ya kwamba Mungu amewapa taifa ambao ni taifa nyiko na amani na ni taifa ambao mnajivunia leo hii sisi wa Kenya tukua tuwapiga kifua tukisema vile tunajua Kiingereza Tunajua sana Kiingereza sisi ndio international. We have the best airport in the world. We have the best facilities. We have the best city nye muna kuja kushoot video. Leo hii ukitoka JKIA ukuje ushuke hapa Julius Nyerere International Airport, inakaa ni kama Ulaya na ile inakaa kama ya kijiji ambao labda ni airport kule Mwanza ama sijui ni wapi. Hii yote ni sababu tulikuwa tunavimba na tukalao shetani akaingia. Shetani ambao ni mwanasiasa fulani amekaa anapiga hesabu zake, anasema ya kwamba vipi mimi pia nitaingia kwenye keki ya kitaifa, nitumie vijana wadogo kwa kupata keki ya taifa. It is painful, it is painful, sad. Mnaweza ongea kila kitu hapa, kusema kusema kuwekeza manini. Nimeona mchungaji ameongea maneno mazuri, mmepiga makofi. Without peace, amtafanya hizi vitu zote. You need peace to to do what is supposed to be done. Zote wasiangu leo hii, mandugu zangu, wadogo wangu nawaomba tafadhali. Mnanifahamu sana kwa mitandao, labda mnaonanga mi kichaa, lakini at times, Leo hii nyinyi kama Watanzania vijana wadogo wa msikubali kushurutishwa, msikubali kuambiwa na wanasiasa ya kwamba leo mnafaa kupigania kitu fulani. Nyinyi ni watu ambao mmerudi shule sanane, na mmesoma, na mmesoma mmecheza. Simuongee kwa njia ambayo mnaweza kuzungumza. You talk to one another rather than kupigana rather than kwenda maandamano, na ndo leo hii tunasifia. Mimi leo nikikuja Tanzania mimi nakaa na kutulia msiri, na mwana pole leo nguanga.